Mtazamaji wa Global TV Online, hivi ndivyo mwili wa marehemu Peras Ngombale Mwiru unavyoingia katika kanisa hili la Mtakatifu Petro hapo Oysterbay jijini Dar es Salaam tayari kwa ajili ya misa ya kuombea kabla haujaenda kuzikwa katika makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Tafadhali karibu. Kama mbele ya mwili utakaotukuka na roho yake ingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, mpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa mbinguni. Mama alizaliwa

Kwa kweli nasikitika tu, maswali yako sina hakika nalenga nini, lakini mzee Kingunge tumemwona hospitali, mzee Kingunge tumemwona nyumbani, tumeshiriki maandalizi yote ya msiba kule nyumbani kwake. Nilikuwa kule jana juzi, nimekuwa naye hospitali hata yeah. leo asubuhi nilikuwa kule nyumbani, wengine mbali mbali, tume kwa tume pamoja yeah, na viongozi wengine mbalimbali tumekuwa tunashiriki pamoja. Naomba naomba jambo hili ieleweke kwamba huu ni msiba yeah, na msiba wowote yeah unashirikisha watu wote bila kujali itikadi za vyama bila kujali mahusiano mengine ya kijamii au ya kikazi huu ni msiba na ni msiba mkubwa. Familia Ngombale ni familia kubwa katika nchi yetu, ni familia ambayo inahusika ina, ina sana na historia yes. Kwa hiyo, ya nchi yetu hiyo, japo mfariki mama, lakini mama amemhudumia baba kwa miaka yote kwa zaidi ya miongo mitano yes. Akimhudumia baba ambaye amehudumu taifa hili kwa njia mbalimbali na kwa nafasi mbalimbali hiyo yes. Kwa kweli sisi tunaendelea kuungana na Tanzania wengine wote kuomboleza mama, kumwombea Mungu ampe pumziko la uh, milele na baba aweze kupona vema na kurejea katika shughuli zake kama ina. Sana sana mheshimiwa, asante. Asante. Mfahamu muda mrefu hasa, nimemfahamu kupitia kwa Mzee Kingunge. Ndio. kwa hiyo nimekuwa mara nyingi nikienda kwake ni mama ambaye alikuwa anapenda sana kutoa ushauri, alikuwa akipe, aki, alikuwa na upendo mkubwa na alikuwa ni nguzo ya familia yake na sisi wengine ambao tuko nje hmm. Alitujali sana Mama Kingunge, tutaendelea hmm. kumkumbuka siku zote. Okay. mm -hmm. Na pengine umewekwa karibu na mheshimiwa Kingunge mwenyewe kabla ya kuondoka na, na, na, na, na, na mkewe kwa suza. Karibuni, Mzee Kingunge lazima ni kuwa naye karibu kwa sababu ya siasa. Okay. <laughs> E, ni mzee wangu kwenye siasa lakini hmm. Mzee Kingunge wa Salaam kwa hiyo sisi watu wa hapa mjini ni mzee wetu wa mjini. Kwa hiyo wale ndio wazee wetu, wametuongoza katika siasa katika maisha ya kisiasa. Mzee Kingunge ni mmojaapo ambaye tumekuwa naye miaka yote. Mtazamaji wa Global TV Online, hivi ndivyo misa ya kumwombea marehemu Pelas Kigugomba ya Mwiri na malizika katika kanisa hili la Mtakatifu Petro Ostabey jijini Dar es Salaam, na sasa tavi tunajiandaa kuelekea uh, makaburi ya Kinondoni pale kindondoni palembapo mihutapumzishwa pa ya milele. Kutoka eneo hili la jini Dar es Salaam, neto Breton Masalu wa Global TV Online. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store, na udownload bure application hii ya Global Publishers, ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.